Papa Leo wa kumi na nne ameanza rasmi huduma yake ya kipetrine kwa kuongoza misa ya kuingia madarakani katika uwanja wa Mtakatifu Petro Vatican, siku ya Jumapili Mei kumi na nane. Katika tukio hilo la kihistoria, zaidi ya mahujaji laki mbili walihudhuria pamoja na viongozi kutoka mataifa mbalimbali na wawakilishi wa madhehebu ya Kikristo. Tukio hilo pia lilihudhuriwa na wajumbe kutoka dini mbalimbali duniani wakiwemo Wayahudi, Waislamu Wahindu wa, wa Budha, Wasik, Wazoroasta na Wajain wakionyesha ishara ya umoja na mshikamano wa kidini katika kuanzisha huduma mpya ya kichungaji ya papa huyo. Papa Leo alitoa shukrani za dhati kwa maombi na uungwaji mkono aliyoupokea alipokuwa akiingia katika huduma yake kama askofu wa Roma. Alikumbuka maumivu na huzuni ya kifo cha Papa Francis akisema kuwa kanisa lilijikuta kama kondoo wasio na mchungaji. Hata hivyo, alikumbuka baraka ya mwisho ya papa Francis aliyowapa kwenye jumapili ya Pasaka na jinsi imani, tumaini na furaha vilivyowatia moyo na kukumbuka kuwa Bwana haachi kamwe watu wake. Akizungumzia uchaguzi wake kama papa, alisema alichaguliwa bila sifa yoyote ya kibinadamu na sasa kwa unyenyekevu na hofu ya Mungu. Anajiona kama ndugu na mtumishi wa furaha na imani ya waamini akiwa si watembee pamoja katika upendo wa Mungu. pamoja na hayo alisisitiza kuwa huduma ya mtakatifu Petro inajengwa juu ya upendo unaojitoa muhanga na kwamba mamlaka ya kweli ya kanisa la Roma ni upendo wa Kristo si mabavu si propaganda bali ni upendo wa kweli wa Yesu. katika dunia iliyojaa mgawanyiko, chuki, ghasia hofu na ukosefu wa usawa, Papa Leo alitoa wito kwa kanisa kuwa chachu ya umoja na upatanisho na kuonyesha mfano wa familia moja ya Mungu iliyo wazi kwa wote. Alihimiza Wakristo wote kuwa wazi kwa Roho Mtakatifu ili wajenge kanisa linalosimama juu ya upendo wa Mungu, liwe ishara ya umoja, kanisa la kimisionari linalowakaribisha wote na kuwa chachu ya upatanisho kwa binadamu wote.